Mambo vipi? Karibu tena kwenye channel hii. Kwenye video hii nitaenda kukufundisha jinsi gani unaweza kutumia AI ya Gemini. Eh, hii ni AI mpya ambayo wenyewe ni AI ya Google. Najua watu wengi mshazoea ChatGPT, ChatGPT ila kama wewe ndio mara ya kwanza kutazama video hii na haujui ChatGPT ni nini, utatumia vipi ChatGPT? Basi kwenye description hapo chini nimekuwekea video unaweza ukaitembelea ukajua. Ila kwa ufupi ni kwamba unavyosikia AI ni mifumo fulani ambayo inakuwa inakurahisishia kufanya kazi. Wewe unauliza swali, kisha hiyo mifumo yenyewe inafanyaje? Inakuwa inakujibu hilo swali. Sasa basi, in case unaona pengine ChatGPT haikupati matokeo yanayoridhisha, eh, au pengine kuna vitu fulani una misi, au pengine tu siku mtandao unasumbua haifanyi kazi vizuri, basi mbadala wake unatumia hii hapa inaitwa Gemini AI. Na jinsi ya kutumia Gemini AI, utaingia kwenye download uta app au utatumia tu browser yote ile, kwafu natumia browser ya Google e, utaingia Google hapa, labda niandike Gemini AI. Gemini AI. Baada ya hapo ta search Gemini AI. Itafunguka hapo, utafungua hapa juu kabisa, andika Google Gemini, na kisha kwa imefunguka, utaweza sasa kuuliza kitu chochote unachokihitaji. Hapa chini palipo ulipoandikiwa ask Gemini eman, utaandika kitu chochote kile ambacho unakihitaji, unataka kupata majibu yake kwa haraka harakaharaka. Labda mimi niandike nini? Niandike labda Naomba njia rahisi za mba njia rahisi kumi za kutengeneza pesa labda mtandaoni. Utatia hapa, okay. Utatumia hizo njia kumi. Wanasubilia tu hapo, eh hapo wamekuletea hizi hapa njia kumi rahisi kutengeneza pesa mtandaoni: kufanya tafiti za kulipwa, paid surveys, kuuza vitu sivyotumia, kuwa mwandishi huru, zote njia zote kumi. Lakini na pia kwenye hii Gemini, sometimes unaweza ukauliza kitu ambacho kipo kwenye picha. Kwa mfano kama una picha fulani Nataka uiulize utakuja hapa hapa chini pale pale kuna Ask Gemini chini yake penye alama kujumlisha. Baada hapo ta upload files, tachukua media pika, afu tachukua picha ambayo unataka kuiweka, labda nichukue picha hii hapa, afu tabonyeza dani pale juu. Afu nauliza labda hili huwa linaitwaje na linapatikana maeneo yapi? Ok, hapa e kuandika, lakini ah, wanambea. Okay, waridi au rosebud. Waridi ni maua yanayojulikana ulimwenguni kote na yanapatikana katika maeneo mbalimbali duniani kote. E, unaweza kuyapata katika bustani za nyumbani, katika vitalu vya maua, simu za kuuza maua. Simnaona hivyo rahisi. Kwa hiyo hivi ndio ambavyo tunatumia Gemini ni kesi tunataka kutumia chat GPT, na kwenye kule matumizi yake ni vilevile vitu mbalimbali, ili uweze kupata taarifa zake mbalimbali. Kwa hiyo kupitia hii Gemini unaweza kuuliza kitu chochote, na ili uweze kuitumia nifulu au kupata access yake nifulu, unakuja tu pale, ipo andiko upgrade, utaangalia plani zao za kulipia. Kwa siku unakuwa unatumia nini na natumia bila kikomo chochote kile, sinaona kwa mfano kama awa, apa wenyewenalipia shigapi? Unalipia elfu hamsini kwa mwezi ni kupata tiki. Guys, bila shaka umepata kitu, kajaribishe kufanya mazoezi ndani ya hiisit, lakini pia kajaribishe kwenye ChatGPT ili mwisho wa siku masaibu mbalimbali ambayo yanakukuta unataka upate majibu yake kupitia hizi sites unaweza kuyapata kwa urahisi zaidi. Mimi sina la ziada kwenye, kwenye video hii, tukutane kwenye video ijayo. Asante.